Wala mke achaguliwi kwenye mitandao, kama walivyo vijana wengi wa leo, wanachagua wake mitandaoni, Facebook. Mmempata wapi huyu bwana FB? kwenye FB bwana, Instagram huko kwenye matiktok na mitandao mingine ya kijamii, DM. Mmempata DM huyu bwana DM na nini, chuma hichi huko, hajui makuzi yake, hajui jamaa zake, watu wanazowanazowana tu. Wallahi vijana wa leo na wasichana wa leo wanawaleta watu wa ajabu majumbani mpaka mnashangaana, eh, mkwe ni huyu? Pana kazi hapa, mkwe mapepe, kibinti waruwaru, ndio unaletewa kibinti cha mtandao. Sasa mambo haya, kwa kuwa watu hawakuyachunga wa watu wakazoana kama hivi, wakaacha utaratibu huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haya, angalia hizo familia, angalia familia za watu waliokutana bila kuchunga misingi ya dini. Familia zimepoteza maadili, familia hazina ibada, familia hazina taa, bali zimejaa mabalaa. Unamkuta baba sio na mama sio.